Mtu huyo ambaye hata hivyo aligoma kutaja uhalali wa umiliki wa eneo hilo huku pia akigoma kutaja majina yake, amewataka viongozi wa jiji kutokuthubutu kumbugudhi katika eneo lake hilo analolitumia katika uchimbaji wa kokoto. Hakuna anayeweza kusema na nini, una nguvu na nini, una nguvu na, na nguvu na uwezo na akili za, nini? za kuzuia mimi? Si sheria nazijua, mali, kijana, mali ya serikali ni ipi? Katika ziara hiyo ya nne ya ukaguzi wa mali zinazomilikiwa na jiji ilihusisha wabunge na maafisa kutoka ofisi ya mkurugenzi wa jiji. Miongoni mwa mashamba makubwa ya jiji yaliyobainika kuhodhiwa kinyemela ni pamoja na shamba la Malolo lenye ukubwa wa hekali 5 ambalo manispaa ya Kinondoni inatajwa kupima viwanja ndani ya shamba hilo kinyume na taratibu. Msingi tuna kagua rasilimali tulizo tulizonazo katika jiji letu la Dar es Salaam. Tangu tumeingia madarakani, hii ni mara ya nne tunafanya ziara, maana tuna mali nyingi ambazo kimsingi hatujazifikia kwa sababu ya upya wetu. Sasa tumeamua tufike kila sehemu ambapo tunamiliki ili tuzitambue, ili tunapoku, tunapanga mipango yetu iendelee na sambamba, kwa sababu tutakuwa tunafahamu maeneo yalipo. tarehe 14 Septemba 2015. Kwa hiyo walitusubiri, tuko kwenye kampeni, ndio wanaandikiana barua. Sisi tunaenda kwenye vikao vyetu tunabatilisha maamuzi yote, na tutamwomba rais, kwa sababu ardhi kwa mujibu wa sheria ni mali ya ya rais wa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam inasema kwanza, sasa ni marufuku kwa halmashauri au watu binafsi kuvamia maeneo ambayo yanamilikiwa na jiji, kwani hatua kali za kisheria zitaanza kuchukuliwa dhidi yao, ambapo sasa jiji linajielekeza katika kuanza uwekezaji katika viwanja na mashamba yake yote ndani ya Dar es Salaam. Jiji tunavitambua na tumevipima. Kama hiki hapa ni kiwanja ambacho tunakimiliki kwa asilimia mia na tunaweka kwenye, tumeweka kwenye mipango yetu ya uwekezaji. Kwa mfano hiki tumeweka kwa ajili ya apartment, na eneo lingine lile lina mgogoro. Ni kweli lina mgogoro, lakini tunashughulikia, kwa sababu tayari tumeshapeleka hiyo hiyo uh, swala wizara ya ardhi kwa ajili ya kulishughulikia. Huu ni mwonekano wa eneo kubwa lenye hekta 43 ambalo kwa mujibu wa uongozi wa jiji la Dar es Salaam unasema kwamba lazima wachukue, lakini kumekuwa pia na mvutano kati ya miliki eneo hili pamoja na uongozi wa jiji, lakini jiji linasema kwamba lazima eneo lake liwe salama kwa matumizi ya jiji, na hii itafanyika ndani ya muda mfupi ujao kuanzia sasa. Kutoka Kunduchi Dar es Salaam, Spencer Lamek, ITV.